Je, yeah, wewe ama mtu wako wa karibu amepoteza kitambulisho cha taifa maarufu kama NIDA na hamfahamu ni nini haswa mnapaswa kukifanya ili kupata kitambulisho kingine. Sasa uko utaratibu ambao umewekwa na mamlaka ya vitambulisho vya taifa, NIDA, ambao ukiufuata unaweza kupatiwa kitambulisho kingine. Hatua ya kwanza, unapaswa kuwasilisha taarifa ya upotevu wa mali ama loss report, ambayo hii inatolewa na jeshi la polisi. Unachotakiwa kufanya ni kwenda katika tovuti ya jeshi la polisi. Nenda sehemu ya kujaza taarifa za mali iliyopotea. Pale utaeleza kwamba umepotelewa na kitambulisho chako, utaeleza mazingira uliopotesha kitambulisho, utalipia gharama za kupata lost report. Ukishapata sasa hiyo lost report, unaenda nayo katika ofisi za NIDA. Ukishapeleka pale NIDA utapewa control namba kwa ajili ya kufanya malipo, na baada ya hapo sasa utalipia shilingi elfu ishirini kama gharama za kutengenezewa kitambulisho kingine kipya. Kile kitambulisho cha kwanza unapewa bure, lakini kwa sababu umekipoteza sasa utalazimika kulipia shilingi elfu ishirini ili kupatiwa kitambulisho kipya. Ukishalipia shilingi elfu ishirini sasa utapatiwa fomu ambayo utajaza taarifa zako kwa usahihi. Na baadhi ya taarifa ambazo zinatakiwa kujazwa kwenye fomu hiyo ni pamoja na mhuri kutoka kwenye ofisi ya serikali za mitaa sehemu unapoishi. Sambamba na muhuri huo ofisi ya serikali ya mitaa pia inatakiwa kukuandikia barua ya utambulisho ambayo utakwenda nayo katika ofisi za uhamiaji kwa ajili ya kujaza taarifa nyingine na kuthibitisha uraia wako. Baada ya hapo, sasa utachukua fomu yako ambayo umejaza taarifa zako kwa usahihi ikiwemo na muhuri kutoka ofisi ya serikali za mitaa, pamoja na barua ya utambulisho, utakwenda nayo katika ofisi za vitambulisho vya taifa pale utaenda ukiwa na nyaraka inayothibitisha utambulisho wako. Kwa maana sasa ili waweze kuthibitisha kwamba wewe ni Esau Ngumbi, lazima uende na nyaraka inayokutambulisha. inaweza ikawa ni cheti cha kuhitimu elimu ya sekondari ama hati ya kusafiria. Hapo utaenda pamoja na risiti inayoonesha umefanya malipo ya shilingi elfu ishirini ya kupatiwa kitambulisho kipya. Utafata taratibu ambazo wao watakutaka uzifuate. Baada ya hapo utasubiri kitambulisho chako kitengenezwe. Ni hayo tu kwa leo. Kwa maelezo zaidi unaweza kutembelea kurasa mbalimbali mbali za mitandao ya kijamii za Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA. Huko kuna taarifa kede wa kede kuhusiana na vitambulisho vya taifa. Asante kwa kutufuatilia. Langu jina ni Esau Ezra Ngumbi, nyuma ya kamera ni Guda Gustaf. Tufuatilie kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok, X, zamani Twitter. Kote huko tunafahamika kama Nukta Tanzania. Pale YouTube tunafahamika kama Nukta TV. Kwa heri kwa sasa.